anawazungumzia hawa masahaba watatu waliokosa kwenda katika vita vya Tabuk. Anakieleza kisa hichi, mmoja kati ya hawa watatu Ka'b ibn Malik anasema nilipokosa kwenda vitani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafika na masahaba katika ardhi ya Tabuk, akauliza ma sana, Ka'b ibn Malik amefanya nini? Ka'b ibn Malik faqala rajulun min bani Salama, bwana mmoja katika banu Salama akasema hakuna kilicho ma, ma habasahu, hakuna kilichomzuia illa an-nadhru ma habasahu illa an-nadhru fi atfihi, hakika hakuna kilichomzuia isipokuwa kule kujiangalia na mavazi na mengineyo, burda mavazi yake na mambo ya kidunia, ndio kimemzuia kabin mali kama kilivyowazuia wanafiki. Walikuwa wakiangalia dunia yao, wanashindwa kwenda vitani. Akawa anamzungumzia Kab kwa maneno kama haya. Faqala Muadh ibn Jabal, Muadh kan mwenye kusema bi sama qultu wallah ma na'lamu alayhi illa khaira, umesema baya sana, hatujui isipokuwa kwa Kabi, isipokuwa khairi, hatujui kilichomzuia, ya Rasulullah, tunamjua, hajawahi fanya mambo kama haya. Walipomaliza katika vita, watu wanarudi, habari zinawafikia akina Kabi bnu Malik. Mtume anakuja anasema, fajaaltu atadhakaru lkadhiba, nikawa ni mwenye kufikiria, sasa nidanganye vipi? niseme uongo gani? falama wasala nabiyu slwa Madina, mtume alipofika katika mji wa Madina akaingia msikitini kuswali, fajalasa, akakaa fadhahaba nni lbatil

lau ningekaa mbele ya mtu wa dunia asiyekuwa wewe, la kharajtu min sakhatihi biudhrin, ningeondoka asinge nikasirikia kwa udhuru. Laqad utitu jadalan, hakika nimepewa ulimi wa kuweza kushindana, nimepewa ufasaha wa kuweza kuzungumza, naweza kuzungumza na mtu uongo nikaufanya ukweli

Satardha anni utaridhika na mimi na utaniambia kama ulivyoambia wanafik, Allah kusamehe. Lakini Allah atakujulisha na atakuambia kuwa mimi ni katika waongo na wanafik na utanichukia na mimi. Sisemi isipokuwa ukweli leo hii, na huu ukweli wangu, kupitia ukweli wangu natarajia kutoka kwa Allah atanipatia mwisho mwema na atanipatia jaza nzuri. Aliposema maneno yake kisha akasema, wallahi ma bi min udhrin, wallahi ma bi min udhrin, wallahi ma

fakum hatta yaqdi Allah amrak, inuka mpaka Allah atoe hukmu katika jambo lako. Anasema nikainuka, nikaondoka, nikauliza tuko wangapi tulofanya kama hivi, akabwa mko watatu, wewe na Morara na Hilal. Anasema nikawa natembea. Tume sallallahu alayhi wasallam mtume sa fanaha nasu fanahan nasa an kalamina, akawaamrisha watu wasituongeleshe. Falabithna ala dhalika 50 leila, tukawa siku 50, waislamu hawatuongeleshi, mtume hatuongeleshi, tunakuja kuswali msikitini hakuna anayetuongelesha, ukimwongelesha mtu hakujibu. Mtume ametuambia tujitenge na hawa watatu, tumejitenga. hamsina leila, siku hamsini, tuko katika hali kama hii. Alikuwa na uwezo wa kudanganya, alikuwa na uwezo wa kusema na mtume mwambia ghafarallahu lak, na wengine wasingejua. Lakini anasema la, ukweli utanifaa. Anazunguka nawazungumzisha watu, kila mmoja anampuuzia, salamu hajibiwi. Anakuja paka msikitini, anasema Kaab, naja paka msikitini, hakuna anayeniongelesha, namwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam, namsalimia aqulu fi nafsi, mpaka najiambia kwa nafsi yangu, amejibu kweli salamu au la. Simsikii kabisa, mtume haniangalii macho kwa macho. Kila mmoja, fataghayyara nnasu lana, watu wakatujeukia kwa ajili ya ukweli. Anaiona dunia inabadilika. Ndio Allah akasema, hatta wala thalathati ladhina khulifu, hatta mpaka pale ambapo kwamba ardhi dhaqat alaihim al-ardhu bima rahabat, ardhi ikawa ni yenye kuwa bana, wakaona watu wamewabadilikia, nafsi zao zinawasuta kwa ukweli. Siku zikapita, baada ya siku arobaini mtume anatuma mtu anamwambia Kaab na wale wengine wawili rudini, au anatuma mtu anamwambia waendeni, hawa waambie wajitenge na wake zao mpaka Allah atakapoteremsha hukumu yao. Wanambua, jiekeni mbali na wake zenu. Wake wanapelekwa makwao kwa ajili ya ukweli. Anaiona dunia inambana, anaona hali inabadilika. Anasema baada ya siku hamsini au baada ya siku arobaini nikamwendea ibnu ammi mtoto wa ammi yangu, wakana kana min ahabbi nnasi ilay, alikuwa katika watu ambao kwamba nawapenda kweli kweli. Nikamsalimia abu Qatada, fama radda alayya salam, hakunijibu salamu yangu akanyamaza. Nikamsalimia tena, akanyamaza. Nikamsalimia tena, akanyamaza. Nikamwambia ya ibn ammi, ewe ndugu mtoto wa ammi yangu, anshuduka billah hal ta'lamuni anni uhibbu llaha wa rasula, je wewe, si unajua mimi nampenda Allah na mtume wake Ananyamaza, anaangalia kando, anarudia mara ya pili na mara ya tatu. Ndugu yake anamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake anajua, niondokee. Ndugu anakataa kumzungumzisha ndugu yake kwa ajili ya ukweli, nasubiriwa amri ya Allah. Siku hamsini zilizopita, Kaab anasema nikawa niko kwangu nyumbani nasikitika. Mfalme wa Ghassan amenitumia ujumbe, mfalme wasiokuwa Islamu anamwambia njoo, sisi tutakupokea kama Muhammad amekukataa. Anaambia la. Siku ya hamsini imefika, anasema. Anasikia mtu anapiga fujo nje ya nyumba yangu, anasema abshir ya Kaab, abshir ya Kaab, abshir ya Kaab, chukua bishara ewe Kaab, chukua bishara ewe Kaab. Anasema nikajua imekuja faraja kutoka kwa mola wangu, zikateremka aya kuwatakasa waliposimama na ukweli. Ardhi ikawabana, watu wakawaona waovu kila mmoja hamzungumzishi, lakini aya zikateremka kuwatakasa. Ukweli ni bora kwako wewe, fi dunya wal akhira.